Na viongozi wa upinzani wameendelea kuikashifu serikali kwa namna ilivyokabiliana na waandamanaji wakati wa maandamano ya Gen Z. Wakiongozwa na kinara wa Wiper, Kalonzo Musyoka, aliyetembelea familia ya Boniface Kariuki katika eneo la Githurai, viongozi hao wameendelea kumshinikiza Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen ajiuzulu kufuatia kauli zake za kuwatetea polisi kwa mauaji, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Emily Chebet. Kalonzo Musyoka pamoja na mwenzake wa DAP-K Eugene Wamalwa waliwasili mtaa wa Githurai kwa fariji jamaa wa Boniface Kariuki aliyefariki hapo jana. Familia ambayo inasema haijaanza mipango yoyote ya mazishi. Sasa ndio tunaanza mambo. Lakini nasikia tutaona tu bado pale. Sasa ndio tunaanza kwa And everything due to the case. Viongozi wa upinzani wakiitaka serikali kuwajibika wakisema wanashirikiana na familia zilizoathirika kulisukuma jambo hili kutafuta haki. Rais na yule anayehusika na usalama wa ndani, Bwana Murkomen walisema eti polisi walifanya kazi nzuri. Leo twauliza Bwana Ruto hii familia ikilia mtoto wao amekufa. Is this the good job you are talking about? Bwana Murkomen the least you can do as a minister for interior is to resign immediately. Wamesema wamefutilia mbali gharama wa ya wale vijana ambao waliumia. Tunasema pia wale wote wameshikwa korokoroni wanawekwa ndani kwa kufanya maandamano ya kikatiba, Waachiliwe mara moja. Akizungumza katika kaunti ya Nyandarua, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amemkosoa mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin kwa kile amekitaja kama kukosa kuwajibika kwenye uchunguzi. Huyu Murkomen alisema ati watu wale walikuja kuchoma Nairobi walitoka Murang'a, walitoka Kirinyaga ani Nyeri. Kwani watu wetu wako na alama kwa uso ati akiwaona najua ni watu ya Nyandarua. Ati watu wa Murang'a. Why haven't you recorded a statement from Murkomen to explain how did he know that these people are from Murang'a, from Kirinyaga, and from Nyeri? Upasuaji wa maiti wa Boniface Kariuki unatarajiwa kufanyika wakati familia itakuwa tayari na daktari wao wa upasuaji. Emily Chebet.